Karibuni wasikilizaji wa redio Mbiu sauti ya Faraja, katika kipindi cha kutafakari mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo katika mwanga wa utafiti kuhusu sandi ya Torino, leo ikiwa ni siku ya 35 ya Kwaresima, kipindi kinacholetwa na Padre Stanslaus Mutaji wa mkurugenzi wa shule ya kwa uso iliyojengwa kumwenzi huyu tunayekutana naye katika sande ya Torino, ambapo kwa uso maana yake ni kwa heshima ya uso mtakatifu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Leo siku ya 35 ya Kwaresima, kipindi chetu cha tafakari o habari yake ni mwito wa utulivu. Basi ntaanza kwa nukuu. Kanisa linaikabidhi sayansi jukumu la kuendelea kutafiti ili majukumu ya kuridhisha juu ya maswali kuhusu shuka hili yaweze kupatikana. Kanisa linahimiza kwamba sanda ifanyiwe utafiti bila misimamo ya awali, pre-established positions, inayochukulia kirahisi matokeo yasiyokuwa halisi bila kuhakikisha. Kanisa nawaalika waufanya utafiti katika hali ya uhuru wa ndani na kuheshimu na kuzingatia kanuni za kisayansi na hisia za waamini. Mwisho wa nukuu. Hayo ni maneno ya Papa Yohani Paulo wa Pili huko Torino mwezi Mei tarehe 24 mwaka 1998. Ndugu wasikilizaji, methali ya Kiswahili inasema, kizuri cha jiuza, kibaya cha jitembeza. Matokeo ya vipimo vya kaboni 14 vilipotangazwa na kusambazwa kwa kasi kupitia kwenye TV redio na magazeti ulimwenguni kote, kanisa lilibaki kimya, marumbano ya kuitetea sanda hayakupewa nafasi mpaka leo. Kama sanda ni kazi ya Bwana kweli, huo hautafutika kutokana na kitendo cha kukataliwa na yeyote. Kizazi kitapita na kingine kitakuja na kupita tena baadaye lakini, ukweli hautaondolewa. Vile vilevile kama sanda haikusudiwa na Bwana, nguvu zote zinazotumika kuitangaza zitabaki kama za kibinadamu tu, na thamani yake ni ya muda tu. Baada ya mtikiso kutokana na mawimbi ya tangazo la mwaka elfu moja mia tisa themanini na nane kutulia watu wataliangalia tena swala la sanda katika hali ya utulivu, wataweza kuusikiliza ujumbe wa zawadi hii. Dalili kwamba hilo ndilo litakalotokea linadokezwa katika maneno ya baadhi ya wanasayansi wenyewe na watafiti wengine, kama aya yafuatayo. Sheridan Bauman, mwangalizi wa taaluma ya utafiti wa kisayansi British Museum, amesema AMS, yani Accelerator Mass Spectrometry, njia mojawapo ya kupima umri wa kitu cha karboni 14, ina uwezo mkubwa sana. Hata hivyo, sampuli isiposafishwa kabisa kabisa, hata uchafu kidogo tu utakaobaki unaweza kusababisha makosa makubwa katika vipimo hayo. Ni maneno ya Sheridan Bauman katika kitabu cha radio carbon dating Eugene Mitovski, mwana arkeolojia yeye, anasema kukiwepo hoja kumi, mojawapo ikiwa ni vipimo vya umri kwa njia ya carbon 14 nayo hii ikaonekana kupingana na zile nyingine tisa, basi mwana arkeolojia yeyote hata sita kuitupilia mbali ile ya carbon 14 wa misingi kwamba si sawa kutokana na uchafu wa sampuli. Basi hayo ni maneno ya Eugen Ntobiski katika makala yake binafsi. Alafu kuna Harry Igov e. profesa wa fizikia na mvumbuzi wa njia ya AMS ya kupima umri wa vitu vya kale, yeye anasema njia iliyotumika kupima umri wa sanda ya Torino mwaka 1988 inaitwa accelerator mass spectrometry au AMS. Nilivumbua mimi mwenyewe nikishirikiana na wenzangu katika Chuo Kikuu cha Rochester mwaka 1977. Kwa sehemu kubwa ni mimi niliyofanya mpango itumiwe na maabara za Arizona, Oxford na Zurich kupima umri wa sanda. Vipimo vilionyesha kwamba sanda ilitokea katika karne ya 14. Kwa miaka mingi baada ya hapo, niliamini kabisa matokeo hayo, lakini majuzi, Dr. Garza Valdes wa San Antonio, Texas ameonyesha vizuri uwepo wa uchafu utokanao na bakteria ambao haukuondolewa kabla ya kuchukua vipimo vile. Uchafu huo unaweza kusababisha umri uliotangazwa na maabara zile tatu kuwa ni mdogo mno kuliko umri halisi wa sanda. Halafu Yan Wilson, mwanahistoria mtafiti wa historia ya sanda, yeye anasema bila kujali kama njia ya kupima umri wa sanda kwa kutumia karbon eh, kumi na nne imekosea au la, kuna jambo lisiloweza kukanushwa nalo ni hili pamoja na kwamba njia hii ni makini ajabu kisayansi, bado inaweza na imewahi mara nyingi kukosea. Sharti ichukuliwe kama chombo, wala sio kama mwamuzi wa mwisho. Kamwe isichukuliwe hata mara moja kama mwamuzi wa mwisho. Mwisho wa nukuu ya maneno Yeanlson. Lakini kadili elimu inavyoendelea kukua na utafiti unaendelea kuwa bora zaidi na zaidi, majuzi tu mujitokeza njia nyingine, nayo wide angle x-ray scattering kwa vipimo vyake. Njia hii ambayo ni njia nyete kabisa kabisa na itliw mashaka nayoyote sanda umuri wake nonekana ni wa karne ya kwanza. Hii inakuja kubadilisha kila kitu katika ujuzi wa umri wa sanda ya Torino. Hii italeta mabadiliko kabisa kisayansi, kisia na hata kiimani, kwamba tunarudi pale pale ambapo vipimo vingine vyote vilishaonyesha kwamba hapa tunayo sanda au shuka ambalo inawezekana kabisa kabisa limetumika kwa maziko ya Yesu Kristo bwana wetu. Basi kwa leo, ndugu wasikilizaji, tumalizie hapo kwa tafakari ya leo, na kesho siku ya 36 ya Kwaresima tutazungumza juu ya athari za tangazo la umri wa sanda kwa kaboni kumi na nne. Basi karibuni sana na Mungu awabariki.